Kuanzia tarehe nne ya mwezi wa Disemba ambayo ni kesho <coughs> tunaanza tena upya. Kwa kifupi, tunakwenda kuanzia tulipoishia, tunaanza tena upya kufanya kazi ile kubwa ambayo wananchi wa mkoa wa Manyara wametutuma na wanataka kuiona. Na kampeni hii kwa sasa hivi tunadhani tutakuwa tunakwenda mwishoni sasa, lakini tumeipa tena jina lingine, tunaita tunavua buti ama hatuvui, tukutane saiti. Maana yake ni kwamba Kauli mbiu hii inatupa sisi watumishi uwajibikaji, inatupa sisi watumishi kuhakikisha kwamba tumefanya kile ambacho wananchi wametamani kukiona. Sasa ukiwa kama mtumishi unapoenda kufanya kazi huko, uh, kwa wananchi na kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanatarajia kutoka kwako, ni lazima uwe umetengeneza mkakati. Kwa hiyo moja kati ya mikakati ambayo sisi tumetengeneza ni kuhakikisha kwamba tunasimama imara ili kuweza kutatua changamoto hizo tunakwenda kukagua miradi katika sekta mbalimbali: elimu, afya, maji, ujenzi, kilimo, miundombinu na hata mifugo. Lakini pia tunakwenda kusikiliza kero za wananchi, kutatua kero hizo. Lakini pamoja na hilo, nitakwenda kutoa maelekezo maalum ya watendaji juu ya shughuli gani ziendelee kufanyika katika maeneo na haswa taasisi husika. Kwa hiyo, kwenye ziara hii tutakuwa pia tuna taasisi zote viongozi wa taasisi zote za umma, viongozi wa taasisi zote za binafsi ambazo zinashughulika na masuala ya wananchi ndani ya mkoa wa Manyara, tutaambatana kwenye ziara hiyo kubwa ya kimkakati. Lakini pia tutafanya ziara hiyo kama sehemu ya kuhamasisha uwajibikaji kwa watendaji wote, kuanzia ngazi za ngazi za mitaa vijiji, mpaka hapa mkoani ambako tupo. Lakini pia tutafanya kazi hiyo kwa a tunakwenda kuhamasisha ushirikiano na mahusiano mazuri kati ya wananchi na serikali yao, mahusiano mazuri kati ya watendaji kazi na ba, na wale ambao wanatakiwa kupokea huduma hizo ambao kimsingi ni wananchi. Lakini pia tunakwenda kukagua matumizi ya fedha katika miradi mbalimbali. Fedha zimeendelea kuja na kuletwa kila siku kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali. tutakwenda tuone fedha zile zimekwenda kama ambavyo zilivyotakiwa zimefika kwa wananchi zimekwenda kugusa miradi iliyotakiwa, lakini zimetekeleza yale ambayo ilikuwa ni kusudi la wananchi. Ndugu waandishi wa habari, ziara hii itahusu kata zote 142 za mkoa. Sasa huko ninakokwenda watendaji wa serikali na taasisi kwenye ngazi ya mkoa, tukutane saiti, tukutane tukiwa tuna taarifa za kutosha, tukutane tukiwa tuna habari za miradi yetu. Lakini watendaji kata safari hii watakwenda kutuambia kwenye kata zao, sasa kuna nini toka tukaona, na wao pia huko wanafanya nini kwenye kata husika. Kwa hiyo kila mtendaji wa kata hakikisha ameandaa taarifa ya kata yake, lakini wananchi wapo ambao mara nyingi huwa ni wasema kweli zaidi, watatuonyesha watuambie, katika taarifa mliopewa hiki hakipo ama hiki kipo. Kwa watendaji kata wajipange vizuri.